Maswala ya mteja kulalamikia huduma ya umeme kwamba inaisha haraka ni jambo ambalo linahitaji uchunguzi wa kitaalamu, si swala ambalo ni la moja kwa moja kwamba ni kweli umeme unaisha haraka au hauishi haraka. Sasa ili tujue kama kweli umeme nyumbani kwako unaisha haraka lazima tufanye um, taratibu za uchunguzi wa kitaalamu, na lazima kuna sababu umeme huisha nyumbani au kwenye shughuli yako unayofanya kwa kuutumia, si kwa sababu uh, ya siku ambazo unataka umeme ukae nao, lakini umeme unaisha kwa matumizi ya kwako binafsi katika shughuli unayofanya nyumbani kwako. Sasa ningependa nizungumzie baadhi ya uh, sababu zinazoweza kuchangia kuona hali ya utofauti wa matumizi ya umeme nyumbani kwako kwanza kabisa, kama alivyosema mhandisi, ni matumizi ya vifaa vya umeme nyumbani kwako. Tunatofautiana leo. Uh, nyumbani kwako Madege, unaweza ukawa una TV, una pasi, lakini hautafanana na Catherine ambaye anaweza kuwa na AC, akawa na friji, akawa na hita nyumbani kwake, kwa sababu viko vifaa ambavyo vinatumia umeme mwingi kuliko vifaa vingine. Kwa hiyo kwanza kabisa ni aina ya vifaa ambavyo unatumia vya umeme nyumbani kwako. Lakini pia sababu nyingine inaweza kuwa matumizi holela ya vifaa vya umeme. Kwa mfano, madege huko nyumbani umeshika simu yako, una chati. TV inawaka, radio inawaka umewasha, taa zinawaka ni mchana kweupe. Lazima utaona umeme unakwisha kwa haraka kwa sababu hujazingatia matumizi sahihi ya vifaa vya umeme nyumbani kwako. Lakini lingine manunuzi holela pia ya vifaa vya umeme. Kuna wengine naona kama uh, friji lake, friji ya kinunua la mtumba imetoka huko nchi zingine likiingia mm, huko naona kama ndio linaweza kumsaidia kwenye mm, mahitaji yake e, mm, ni imara. Mm. Lakini je, umechunguza kiwango cha umeme katika friji ulionunua la mtumba? Vifaa vingi vya zamani, teknolojia yake ni ya nyuma. Tofauti na sasa hivi kuna mafriji ambayo ni ya kisasa yanakuwa na Uh, inaitwa energy efficiency, ya natumia umeme kidogo. Kwa hiyo, unakuta unanunua vifaa vya umeme kwa kuangalia kwa lugha za kibiashara. Kwa mfano, unasikia kwamba, mm, blender hii inasaga mpaka chupa mpaka kokoto. Wewe tena madege unaona pale ndo ndo penyewe heavy duty blender. Mm -hmm. Je, nyumbani kwako unahitaji kutumia heavy duty blender? Mm -hmm. Au unahitaji tu kutumia blender ambayo unaweza kusaga juisi, au vitu vya chakula cha mtoto kwa matumizi ya kawaida. Kwa hiyo, zingatia pia kiwango cha watts unapotaka kufanya manunuzi ya vifaa vya umeme, lakini pia la msingi lingine la kuzingatia hali ya wiring. Uh, nyumba nyingi aaa, unaweza kuta zimejengwa lakini mteja hajakagua wiring ndani ya miaka mitano. Huwa tunawashauri wateja kila baada ya miaka mitano fanya ukaguzi upya wa wiring yako. Hiyo pia inaweza kuchangia umeme kuwa unakwisha kwa haraka, kwa maana kunakuwa na upotevu wa umeme. Lakini mwingine anaweza kusema nyumba yangu mi ni mpya. Uh, lakini nimefungiwa, naona matumizi yangu yanakwenda nabadilika naongezeka kweli. Wakati una, unafungiwa umeme nyumbani kwako, haukuwa na vifaa vingi vya umeme sasa. Umefurahia TANESCO vya kufungia umeme, unaona kwamba una nafasi ya kuongeza vifaa vingine, lazima mabadiliko yako yatakuwa katika matumizi ya umeme tofauti na vilivyokuwa mwanzoni. Lakini pia sababu nyingine inaweza kuwa idadi ya watumiaji wa umeme uh, um, pale nyumbani kwako, hata mwenyewe madege kujichunguza kama kuna siku utakuwa umepokea wageni wengi au ni kipindi cha likizo watoto wako nyumbani, matumizi ya umeme lazima yataongezewa kwa sababu kila mtu ana tabia yake ya matumizi ya umeme, ya umeme. Kwa hiyo lazima utagundua kuna utofauti yeah. Lakini lingine linaweza pia kuchangia um, kuna hii e, ishu ya kodi ya majengo. Kuna utofauti wa viwango vya kodi ya majengo, hatusemi ni, ni sababu moja kwa moja inayochangia umeme kuisha, lakini nataka watu waelewe kwamba unapofanya manunuzi yako ya umeme kunakuwa na ile kodi ya majengo ambayo unakatwa kila mwezi. Kwa nyumba za kawaida kodi ya majengo ni shilingi 1500. Kwa nyumba ambazo ni za gorofa kila sakafu kodi ya jengo ni shilingi 7500. Sasa kiwango chako cha manunuzi ya umeme wewe ukinunua kwa mwezi huu kama unakatwa 7500 hauwezi kufanana na mimi ambaye anakatwa 1500. Lakini pia wakati mwingine wateja huwa wanaruka miezi. Hawanunui labda mtu amenunua mwezi mwingine amepitisha miezi miwili aje tena mwingine. Mwinge, mwine, mwine. Sasa kwa hiyo akija kununua atakatwa, lazima atakatwa kile mwezi uliopita na mwezi huu kabisa. mm -hmm. Sahihi kabisa mm -hmm. kwa hiyo ataona kuna utofauti wa token alizozipokea kipindi ambacho alinunua akakata, na baada ya kwamba ameshakata sasa, amenota na mara nyingine. Kwa hiyo tunaweza kusema hizi ni sababu ambazo zinaweza zikachangia kuona mabadiliko um, ya matumizi ya umeme nyumbani kwako mm -hmm. Lakini sasa, nini ambacho tunawashauri wateja kufanya? Kwanza kabisa kama utagundua kuna mabadiliko um, ya matumizi ya umeme, chunguza vifaa vyako vya umeme nyumbani vinatumia umeme kiasi gani?